Kwa mnaona hata mna mna kama watu hawako <tipuwa> na sherehe ya matokeo hata tulipokuwa kwenye

Sasa niliwaambieni hata wakati ule kwamba wenye waamuzi ya mwisho ni Tume ya Uchaguzi. Tume ya Uchaguzi inasema uchaguzi ni wa huru na wa haki, na wamesema vilevile vile, hata wachunguzi wa kimataifa wamethibitisha hivyo <coughs> ndizi za kuchukua suluhisho kwa vile umetwafisha Well, I told you that uh, the final decision rests with the uh, Electoral Commission. Well, we, we sent our letter of protest but uh, as you heard the uh, chairman, the, uh, the Electoral Commission didn't uh, accept our our claims. Katibu Mkuu una visi mini baada ya kutoka tukiwayo kwa Dr. Salmin mashina Nasikia furaha sana kabisa